Mada nataka tuzungumzie ndugu zangu, katika dunia tunayoishi, kuna vitu vidogo vidogo ambavyo vyaweza kuharibu maisha yako bila wewe kujua, hususan ni mambo ya kujibu bila kufikiria. Kuna watu katika maisha yao huwa wanatumia muda wao kwa, wanajibu vitu fulani ambao wameulizwa bila hata kufikiria wanajibu kitu gani, lakini nataka nikwambie kwamba ndugu yangu kukosa majibu ni mwanzo wa hekima. Watu wengi walikuwa wanafikiri kwamba mtu kuonekana ana akili ni pale anaulizwa swali na anajibu hapo hapo, lakini nataka nikuambie kwamba wale watu ambao wana akili na hekima huwa wajibu haraka wa haraka na jibu lao la kwanza ni kwamba sijui. Unaposema sijui, sio kwa sababu wewe ni mdhaifu wala haufikirii, lakini unachukua muda wako kuweza kufikiria jibu gani utakalolitoa kwa lile swali umeulizwa, na baada ya hapo ukija kujibu unakuwa una jibu sahihi. Ndio maana nimesema kwamba kukosa majibu ni mwanzo wa hekima. Kuna watu wengi unapowauliza swali, anafikiri kwamba pale anapojibu haraka labda ndio amefaulu, lakini anakuwa amejibu vibaya. Baada ya hapo inaonekana kwamba hajaelewa swali. Na mtu anapokuuliza kitu, ndugu yangu usiwe mwepesi wa kuwa unajibu. Tumia muda wako kuweza kufikiria, kwa nini ameniuliza swali kama hili? Unapotumia muda huo utaonekana mwenye akili zaidi kuliko yule mtu ambao anajibujibu haraka. Chukua muda wako uweze kutafakari hali ambao uko ndani, kwa nini huyu mtu ameniuliza kitu kama hiki? Watu ambao wana hekima ni watu huwa, unapowauliza swali, wanajiuliza kwa nini nimeulizwa hivi na ninapojibu nategemea kitu gani? Lakini wewe ndugu yangu, unapokuwa mtu wa kujibujibu kila kitu bila kukifikiria na bila kuangalia, waweza kuharibu maisha yako, maana kuna swali zingine mtu anaweza kakuuliza ikawa ni mtego wako wewe na unapojibu vibaya, ndugu yangu, umeuliza. Na hayo tunashuhudia hata kwenye mainterview nyingi nyingi. Kuna mahali unawezaenda kutafuta kazi unaulizwa swali, wewe unaenda kujibu vibaya kwa sababu unataka kuonekana kwamba wewe huwa we unawai na kujibu, umeenda kujibu vibaya na unakosa kazi. Lakini pale mtu anapokuuliza unamwambia sijui, na unachukua muda wako wa kufikiria, waweza kutumia akili yako vizuri na ukapata jibu sahihi. Wa ndugu zangu, kumbuka kwamba ndugu yangu, unaposema sijui, sio kwamba haufikirii, lakini ni mwanzo wa hekima, na mtu mwenye hekima ni yule mtu ambayo ajibu haraka haraka anapoulizwa kitu, anachukua muda wake kufikiria, kutafakari na kuweza kutoa majibu sahihi kwa muda unaofaa. Na kama unaamini kwamba ndugu yangu, kukosa majibu ni mwanzo wa hekima, weka maoni yako hapo, na hutaonekana na wewe ni mdhaifu kwa sababu umeandika komenti hapo. Asante sana.